Tunapoingia katika kipindi hiki cha Kwaresma, mioyo yetu na iwe tayari kwa toba ya kweli e. Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Zaburi hamsini na moja msaada na mstari wa kumi. Toba huanza na kukiri dhambi zetu. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Mithali ishirini na nane mstari wa kumi na tatu. Tunapaswa kujichunguza kwa unyenyekevu na kukiri makosa yetu kwa Mungu. Toba ya kweli haishii tu kukiri dhambi, bali pia inahusisha kugeuka kutoka dhambini. Basi zeni matunda ya pasayo toba. Mathayo tatu mstari wa nane. Tunapaswa kuacha njia zetu mbaya na kumfuata Kristo kwa moyo wote. Katika Luka 15 tunasoma kuhusu mwanampotevu ambaye alitubu na kurudi kwa baba yake. Baba yake alimpokea kwa furaha na kumsamehe. Vivyo hivyo, Mungu yuko tayari kutusamehe tunapotubu kwa unyenyekevu, tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Moja Yohana moja, mstari wa tisa. Ndugu zangu katika Kristo, Kwaresma ni wakati wa neema na fursa ya kukua kiroho. Tumia kipindi hiki kutafakari, kutubu na kumkaribia Mungu. Na tuenende katika upendo na utakatifu, tukiakisi upendo wa Kristo kwa ulimwengu.